Hiki ni kitu cha kitofauti na sina budi kukipongeza sana kwa hatua hii nzuri na muhimu, watunza wanafunzi wanaofanya vizuri katika masomo yao, na nitambue kwamba ni wale wanaofanya vizuri kwenye taaluma na wanaofanya vizuri kwenye ubunifu, na nimefarijika sana kuona kwamba tuna wageni kutoka kwenye taasisi zetu mbalimbali kubwa za serikali na wengi wao pia ni alumni wa taasisi hii hii ni faraja kubwa nadhani hii sio tu inaendelea kuinspire vijana wetu lakini vile vile inatoa fursa nimefurahi sana kusikia TRC shirika letu la reli kwamba tayari nimeshatangaziwa kuna fursa ya kuajiriwa eh? Kuna fursa ya kuajiriwa kwa hiyo mimi nadhani ni kitu kizuri sana Nitoe tu rai kwamba eh, wadau ndani ya sekta ya umma na sekta binafsi washiriki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wetu kama hawa wanapata fursa zaidi, sio tu za kuajiriwa lakini na kujiajiri. Lakini katika kujiajiri pia, mimi ninaamini kuna namna mbalimbali tunaweza tukaweza kuwatengenezea supportive environment. Tusiseme tu kujiajiri, tuhakikishe kwamba kujiajiri kunaendana na mazingira ambayo ni stahiki kwao. Mimi ninaamini kwa aina ya vijana tunaowapata, tukiwatengenezea mazingira mazuri, tukawaonyesha ushirikiano, kama ambavyo tunaendelea kufanya, watakuwa na mchango mkubwa sana kwa taifa hili. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau, na ninaamini nyakati zijazo tutakuwa na washiriki wengi eh, zaidi. Pia nimefarijika kuona kwamba katika kundi hili pia kuna idadi nzuri ya wanafunzi wa jinsia ya kike. Hii ni dalili njema kuwa taifa letu limefanikiwa kuongeza idadi ya wanawake katika masomo ya uhandisi, sayansi na teknolojia, ambao pia wanafanya vizuri katika masomo hayo. Hii ni faraja kubwa sana, sio tu kwa katibu mkuu na serikali kwa ujumla, lakini ni faraja kwa jamii ya Watanzania kwa sababu tunafahamu wanawake na wasichana pengine wako karibu zaidi na uhalisia wa maisha yetu kuliko wanaume. Kwa hiyo ukipata wanasayansi wazuri kule, unaongeza uwezekano wa kupata ubunifu na teknolojia zinazojibu uhalisia kwenye mazingira. Kwa hiyo hii ni faraja kubwa sana kwamba tunaoenda kuwatunuku leo, tuna sehemu kubwa ambayo pia ni, wa, ni, ni, ni, ni, ni wanawake jinsia ya kike. Kwa, ninatarajia pia E, kwamba tunavyozidi kuendelea bila shaka idadi hii itaongezeka. Ushindi kama huu unaweze unawezekana pale tu ambapo mwanafunzi atajituma, atasoma kwa bidii, atazingatia maelekezo na miongozo inayotolewa na walimu wake, lakini kubwa kuliko yote nidhamu katika masomo. Intelligence alone is not sufficient. If you, if you you couple, Intelligence, discipline, perseverance and hardworking spirit, unaweza ukafanikiwa vizuri zaidi. And it works exactly the the same when you go to the field. Sawa? Eh, your intelligence, nidhamu iende vizuri, uchapa kazi, ustahimilivu na kadhalika, hivyo ndio vitaweza kuwezesha wewe kufanya kazi zako vizuri, lakini kuwa na mchango mkubwa kwa taifa lako. Mimi naamini nyinyi tu si tu wanafunzi bora kwa maana ya taaluma na kwa maana ya ubunifu, lakini naamini mna hizo hizo soft skills zingine. Hongereni sana. Tuna hivi tunaita vituo vya umahiri. Nimesikia hapa DIT kuna vituo vya umahiri viwili, Centers of Excellence, kimoja kwenye teknolojia ya ngozi, alafu kingine kwenye masuala ya ICT. Tuna vituo vya umahiri zaidi ya kumi na mbili katika nchi hii. Mimi natamani sasa na pengine nitoe rai kwamba zinapotokea hafla kama hizi, ni vizuri tukashiriki kwa namna moja au nyingine, ili kuwabaini vijana ambao tunaweza tukawapeleka kwenye kwenye vituo hivi vya umahiri kuwalea, ili tuweze kutumia ubora wao na brains zao kwa ajili ya kuweza kuendelea kulisaidia taifa hili kwa, kwa, kwa kapasiti tofauti. Nadhani hiyo itatusaidia sana na kwa nini itatusaidia? Itatusaidia kwa sababu ili tuendelee, tunahitaji multidisciplinarity, tunahitaji cross disciplinarity. Ukikaa mwenyewe na kafildi kako unaweza usifanye kitu kizuri sana lakini, ukimchanganya mtu ambaye, watu ambao wanatoka kwenye kwenye discipline mbalimbali mbali, wakakaa pamoja, na ndio nadhani kitu ambacho mmekiona hapa DIT wanakuja na, na, na, na, na teknolojia nzuri kwa sababu wanachanganya discipline mbalimbali mbali. Sasa nilitamani sasa hizo hizo hivyo vituo vyetu vya umahiri, lakini kuna vitu tunaita tunaita vigoda vya utafiti researchers na kadhalika na taasisi zetu zingine, tuhakikishe kwamba vijana hawa tunawatumia vizuri, ili wakaongeze chachu ya maendeleo ya sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini na mchango wake, na bila shaka watusaidie sasa kuboresha kidogo dhana. Mara nyingi tukinapozungumza sayansi, teknolojia na ubunifu kwa haraka haraka wengi tunafikiria ICT eh? si ndio? tunafikiria ICT peke yake, lakini sayansi, teknolojia na ubunifu ina mawanda mapana sana, iko kwenye kilimo, iko kwenye mifugo, iko kwenye kwenye miundombinu na kadhalika na kadhalika, ni pana. Pengine eh, ICT is a very small proportion. Uzuri wake ni kwamba inatumika sana kwa kama enabler kwenye teknolojia zingine, lakini kupitia vijana kama hawa tutaweza kweli kama nchi kuweza kufaidi kwenye teknolojia katika sekta mbalimbali mbali ambazo kama nilivyosema zimeunganisha kuna multidisciplinarity na cross disciplinarity. Nchi nyingi zilizoendelea Korea, China na kadhalika wanafanya vizuri kwa sababu ya mazingira hayo, na nimalizie nimalizie kwa faraja nyingine kwamba ukiangalia nchi nyingi zilizoendelea sehemu kubwa ya ya bidhaa ambazo wana wanauza nje ya nchi ni technology related, technology related related products ndio ambazo zinawafanya wapate sana fedha za kigeni. Kwa mfano China, China kwa mwaka, export export products ambazo ni tech related zinawazalishia around 1.8 trillion US dollars 1.8 trillion US dollars technology related products, unaweza ukaona kwamba vyuo kama hivi tukivi tukiviendelea kuvisapoti na kuwatengenezea vijana wetu mazingira mazuri zaidi, ambayo kinaendelea kufanyika, lakini lazima tuboreshe zaidi, itatusaidia sana kama nchi kuongeza bidhaa ambazo tunazipeleka nje, lakini kwa umuhimu mkubwa, kupunguza zile bidhaa ambazo tunazi hata kutoka nje. Kwa nafikiria labda hii niache pia kama angalizo kwamba tuangalie kwenye profile maybe over the last 10 years ni bidhaa gani za ambazo ni tech related ambazo tumekuwa tukiziagiza kwa wingi, bila shaka tunatumia fedha nyingi sana za kigeni. Tuone ni namna gani kama nchi kwa kutumia vijana wetu wazuri kama hawa na taasisi zingine na hata wabunifu ambao wako kwenye sekta isiyo rasmi kuona kwamba ni bidhaa zipi tunazoweza kuzibuni tukazizalisha ndani ya nchi tukapunguza utegemezi wetu kwenye teknolojia, lakini matumizi makubwa ya fedha za kigeni. Tufike mahali na sisi tuseme tuta ekspoti kwenda Kenya, kwenda wapi na kadhalika. Tanzania kwa kwa kwa wastani nadhani tunazungumzia tunazungumzia uh, dola milioni milioni mia tatu mpaka milioni mia tano kwa wastani kwa zile, eh, exportation yetu kwenye kitu tunaita technology related products, lakini naona kuna fursa nyingi ambazo zipo na hususan ni kwa sababu tunaandaa tunaendelea kuboresha mazingira ya kuandaa vijana wetu kwa, mimi naamini tukijipanga vizuri tutakwenda tuta huko. Tamani nilizungumze hili vijana wetu watusikie, lakini na wadau pia msikie, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawatumia vijana wetu vizuri na mwisho wa siku tuwe wanunuzi wakubwa wa bidhaa zao, wanunuzi wakubwa wa, wa bidhaa zao, wao wakibuni alafu kama hamna uptake, ina maana pia they will retire. Na hiyo na hiyo ni sifa ya innovators wengi if they innovate and we don't take up whatever they, they are innovating wanaretire, wanaanza kufanya mambo mengine. Kwa hiyo well, my wish and this is uh, what the government will always be fighting for ni kuhakikisha kwamba tunafika mahali kama zilivyo nchi zingine as a country, particularly the public sector to a major customers of our domestic or home -grown technologies. Tukifika kwenye hatua hiyo, mimi naamini hata mapinduzi ya viwanda tunayoyazungumzia yatakwenda kwa kasi zaidi, kwa sababu yatakuwa ni mapinduzi ya viwanda ambayo yana akisi mahitaji, lakini yana akisi uwezo wa nchi yetu kiteknolojia. Degree peke yake haitoshi, ubunifu wako haitoshi, inabidi uwe industrialist, uwe, entrepreneur, uweze ku eh? hiyo digri yako na ubunifu wako uweze kupokelewa kwenye industry. E, nilikuwa nawaambia wengine pale hakuna tatizo la funding, mimi sijawahi kuona funding is a problem. E, problem mara nyingi inakuwa ni sisi wenyewe, jinsi ambavyo tunaweza tukauza e, vitu ambavyo tulivonayo, talanta ambazo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Unawezaje kuzani kuziuza, jinsi gani? Unapokuwa submissive, unakuwa nani, unakuwa down to earth kwa wadau eh, lakini ukileta ukianza kushikilia sana, mimi na degree, mimi na first class, mimi sijui inafanyaje, huwezi ah, kufika mbali. Watu hawataki first class yako, wanataka eh, huduma yako eh, kama ni skills ni skills. Ubunifu ni ubunifu. Ndio maana tunaona wale wa China pale wengine hata hawana diploma wale nafikiri lakini wanakuja hapa wanafanya una mambo na sisi tunakosa ajira. Kwa hiyo tusiende kutangaza sana madigrii yetu. Kufaulu ni sawa, lakini sio kwenda kutangaza sana. Tunatakiwa kwenda kutangaza ubunifu wetu na huduma yetu tunaweza kutoa.